Mazungumzo kati ya Luka, Beni na Yona katika kujenga tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama ishirini. Unapoulizwa umuhimu wa mazungumzo kati ya watatu, kimsingi unaulizwa umuhimu wa mbinu hiyo ambayo ilikuwa ni ya mazungumzo. Aa, na mbinu huweza kutumiwa kukuza wahusika, huweza kuonyesha ufaafu wa anwani, huweza pia kutudokezea dhamira uh, ya mwandishi huweza pia kutudokezea maudhui yaliyomo, uweza kusawiri mbinu zingine, pia huonyesha uh, vitushi katika tamthilia ambavyo vitajenga uh, ploti ya tamthilia. Hivyo tukiangalia mazungumzo baina ya Luka, Beni na Yona, tunaona sifa za wahusika wenyewe zikibainika. Kwa mfano, Yona tunamwona ni mwenye shukrani anapomshukuru Luka kwa kuwakaribisha eh, kwa ajili ya chamcha. Pia tunamuona ni mlevi pale ambapo aliamua ku kulewa ukurasa ishirini sitini na mbili pale, um, anasema kwamba ulevi aliokuwa akifanya kimzaamzaa ulifika mahali ukamfanya akawa mtumwa na jambo lingine tunaweza kumwona ni mwenye kiburi ah, pale anapo ah, mwambia Beni kwamba hmm, asipokuwa huko nataka awe wapi? Na anasema kwa maringo hapo, tunamwona Yona ni mwenye maringo au kiburi ah. pia tunamuona Yona akiwa ni mwenye uelewa, anaelewa ni kwa nini Sara ameenda kukaa na wanawe kule mjini ili aweze kupokea matibabu na hajawa sawa sana mtamaduni, ambaye anataka kwamba Sara awe pale nyumbani akampikia. Ah, tunamwona ni mwenye uelewa. Jambo lingine, tunaona sifa ya Luka ambaye ni mjumuishi, anawaita wenzake kwa ajili ya kubariki mashamba yao na waweze kushiriki chamcha. Pia tunamwona ni mkarimu kwa kuwaalika. Pia tunaona ni mpatanishi, anajaribu ku mkanya Beni. Naam, uh, na pia ni mwenye hekima anapomwambia Beni, kigumba kwa nguruwe, kwa binadamu kichungu. Unaona, anatumia methali pale kupasha ujumbe, hivyo tunamwona ni mwenye hekima au busara. Pia tunaona sifa za Beni ambaye ni mchochezi, anachochea uh, Yona eh? aweze kushoa rabsha kwa sababu Uh, anashikilia kwamba mke ndiye anafaa kufanya mambo hasa ya jikoni na si mume. Pia tunamwona ni mwenye shukrani anaposhukuru Luka kwa mwaliko wa chamcha. Uh, pia tunamwona ni mbabe dume anaposhikilia kwamba ah, wanawake hawapaswi um, kuwa sana katika mambo ambapo wanatorokea kwingine labda kwa watoto wao hmm. Haya, pia tunaona maudhui ambayo yanajitokeza katika mazungumzo haya. Baadhi ya maudhui ni kama ushirika, pale ambapo Luka anawaita wenzake waweze kushiriki. Pia tunaona kuna maudhui ya utamaduni ambapo ilikuwa ni tamaduni kwamba mavuno ya kwanza yaonjwe na wazee na kisha kutoa baraka. Uh, pia ulikuwa ni utamaduni kuwa uh, wanawake hawakuwa wakisoma hapo zamani kwa sababu thamani ilikuwa ni kwa mtoto wa kiume kuliko kwa mtoto wa kike, mm. Haya, pia tunaona maudhui ya mabadiliko ambapo zamani watoto wa kike walikuwa wanategemea mifuko ya waume zao, sasa ni tofauti. Haya, hivi sasa mtu kama Yona alikuwa na kazi sasa hana. Yona mwanzoni alikuwa na nguvu, sasa misuli yake imenyauka. Ni mabadiliko pia. Kuna mabadiliko kwamba watoto wa kizazi hiki hawezi kutofautisha mambo haswa wanyama, e? naona kwa ni kudokeza maudhui hata ya ukingeushi na kwaje, kwamba watoto hata wanazungumza lugha ya Kiingereza na Kiswahili wakiwa katika ardhi ya wazee wao ambapo hawezi kujua hata neno moja. Pia tunaona maudhui ya malezi ya mjini ambayo yana taabu zake, ndiposa Beni hmm, anasema kwamba ulezi wa mjini una mashaka tena makubwa sana, hivi kwamba hata watoto um, wanaachwa na, na yaya hmm, maid or domestic managers. Jambo lingine tunaliona ni kwamba kuna maudhui ya ubabe dume, na yanaendelezwa kupitia kwa Beni ambaye anaona kwamba mtoto wa kiume ni bora kuliko mtoto wa kike, ndipo mm, utaona akiuliza, uh, wasichana gani mm? <gibu> uh, watoto gani wa kike hawayona, hebu wataje wengine. Tunamwona ni mbabedume, mbabedume kwa kiasi fulani, na, na pia anapoona kwamba uh, mwanaume afai kuwa jikoni pia tunaona maudhui ya dini ambapo Yona anaeleza hapo mwanzoni alivyokuwa, um, alikuwa miongoni mwa vijana wa kwanza kuingia kwenye dini na hata alikuwa akihubiri, lakini kuna mabadiliko baadaye, alianza kubugia mvinyo hmm. hadi tunadokezea kwamba katika maudhui ya kazi alio, alishindwa kuenda kazini hmm. na aliposhindwa kuingia kazini akaishia kulewa, na basi akaachishwa kazi akapigwa kalamu. Na katika maudhui hayo ya kazi, tunaona watu kama Neema wamefanya kazi hivi kwamba sasa wanaweza hata kutembelea gari. Kuna watu kama mtoto wa Beni ambaye ni injinia wa mitambo wanakochinjia kuku. Pia tunaona maudhui ya elimu ambapo Yona anaonyesha kwamba kuna thamani ya kumwelimisha mtoto wa kike kilinganishwa, um, na sasa, jambo lingine ambalo mazungumzo haya yanaonyesha ni mbinu na mbinu ambazo zimekuzwa ni nyingi. Kwa mfano methali, methali nilizoona ni kigumba kwa nguruwe, kwa binadamu um, kichungu kisha kuna misemo kwa mfano, wametupa jongoo na mti wake, unaenda mbio. Hmm. kuna nidaa, kuna maswali balaa, unataka ntaka akae wapi? Kuna mbinu rejeshi pale ambapo wanarejea maisha yakina Yona kabla anze ulevi kwa mfano, Yona anaposema haikuwa mara moja mnavyofikiri, ilianza pale chuoni hivyo, anarejelea maisha yake A, pia kuna nahau kwa mfano, bila ya yeye chombo kingezama, kwa maana ya kwamba mambo yangeingia nyongo, mambo yangekuwa mrama kabisa. Pia kuna ufaafu wa anwani ambapo tunaona Uh, Bembea ya maisha, kuna mambo ambayo yanabadilika. Kuna wakati bembea iko chini, kuna wakati iko juu. Haya yameweza kudhihirika kupitia uh, mazungumzo baina ya Yona Luka na Beni, na pia tumeweza kuona dhamira ya mwandishi kutaka kutuonyesha athari ya pombe, hivyo kwamba mtu anapolewa familia inaathirika na hata ye binafsi, kama vile Yona aliyeshindwa kuingia kazini. Mbinu um, nyingine ni tashihisi ambapo pombe ime uh, haishishwa. Kuna mdokezo wa methali, kwa mfano pilipili iko sahanini mwangu lakini nashangaa yamwasha tu sana, ukurasa sitini um, na tatu. uh, ukiangalia pia mazungumzo haya yameweza kudokeza wahusika wengine kama Sara ambaye tunamwona ni mchapakazi ambaye alikuwa anashirikiana na Yona kupeleka maziwa au kuuza bidhaa hmm, ah, walizozalisha na kuzichukua sokoni. Pia tunaona mazungumzo haya yameweza kujenga ploti ya tamthilia kwa sababu kupitia onyesho hilo tamthilia, ah, imeweza kujengeka na pia kumekuwa na vitushi kwa mfano, Yona kubishana na kina Luka na kina Beni, hivyo mm, kurefusha na kuweza kufanya kwamba tuweze kupata migogoro iliyojengwa kupitia kwa hao. Hadi wakati mwingine nimekuwa naudha wako. Subscribe, kushare na kulike kwenye hii video. Kwa heri.